Ya yeah, so hii ilikuwa ni moment ambayo Harmonize na Alikiba Yeah, walikuwa wamekutana kwamba mba ni marafiki wameshakutana mara nyingi na kila zinakuwa ni very positive. Hakuna chochote kibaya ambacho ga tunakiona, kati yao ni watu wa karibu eh, na na so, eh, majali lakini page mbalimbali mbali, baada ya kuona tena Alikiba na Harmonize wamelink na tunafahamu kwamba wote walikuwa ni washiriki katika mashindano ya Samia Cup ambayo alikuwa ameanzisha Alikiba alikuwa anachezwa pale Mikocheni jijini Dar es Salaam bwana. So ni kwamba at the end of the day, team baadhi ya team zimeisha toka, lakini bado mashindano yanaendelea, tunasubiri finali. Lakini tumeona pia ukaribu na urafiki wa Alikiba na Harmonize unazidi kuimarika. So page mbalimbali zimeripoti kwa mfano, kuna page hapa imeandika kwamba Alikiba sasa hivi habani mikono yake kwa wasanii. Okay, kuna page nyingine hapa imesema kwamba Alikiba hanaga makuu jamani, ana ana makuu na mtu huyu hapa leo tena akimsalimi, akisalimiana na Harmonize, eh, kiufupi ni kwamba hata Diamond pia atasalimiana naye tu. Haya, peji nyingine hii hapa amesema kwamba bwana ukaribu wa, wa Harmonize na Alikiba unazidi kuwa mkubwa, tutegemee mambo makubwa kutoka kwa hawa jamaa, hawa ni majiant wawili katika mziki huu hapa wa Bongo Flavor. Haya, kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana kilichobaki kwa sasa ni, ni kuzama studio tu Konde na Alikiba, mm -hmm. Peji nyingine hii hapa wameandika kwamba e bwana, hapa kuna peji hapa ameandika kwamba hata jana usiku walionekana wakiwa pamoja. Ukaribu wa mastaa hawa wawili e, unazidi kuongezeka kadri ya siku zinavyozidi kwenda kusogea mbele, na hii ni Harmonize pamoja na Alikiba ambapo ukaribu wao umekuwa ukiibua maswali mengi na shauku ya kuendelea kuwaona zaidi wakiwa pamoja kwa sababu, eh, kwa sababu ya ubora wao kwenye tasnia ya mziki hapa nchini. Mwanzoni Alikiba na Harmonize walikuwa wanaonekana karibu zaidi kwenye mikutano mikuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mjini Dodoma ambapo Mwijaku alichangia, akasema akasema kwamba kuna kitu kinapikwa eh? kinapikwa kina kati ya wawili hao akiwa na maana kwamba huenda wa wawili hao wakawa kwenye harakati za kuandaa mziki wa pamoja. Mara nyingine wameonekana pamoja visiwani Zanzibar, ambapo ilikuwa ni onyesho la usiku wa tunzo za Tres. Lakini pia kuonekana kwao pamoja kwa wawili hawa, huenda muda sio mrefu